Kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, yani MUST, MUST, au Mbeya University of Science and Technology ambaye ni wa mwaka wa kwanza anaitwa Emilian Joseph Uduzu mwenye umri wa miaka 21. Huyu anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzio wa chuo hicho wa mwaka wa tatu ambaye anaitwa Gerald Filbert mwenye saidi mwenye umri wa miaka 22 kwamba ju, Juni 14 2025, majira ya saa kumi na moja alfajili huko katika klabu iitwayo Mbeya Pazuri iliyopo jijini Mbeya mtumiwa Emilian Joseph Duzu alimjeruhi Gerald Philbert Saidi, miaka 22, ambaye kwa sasa ni marehemu, kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali na alimchoma sehemu za tumboni, hali ambayo ilimpelekea huyu mhanga au ambaye ni eh, marehemu kwa sasa kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa matibabu lakini, ilipofika majira ya saa moja, eh, saa ya saa saa saba za mchana Philbert Saidi aliweza kufariki dunia. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni ugomvi uliotokana na ulevi wa kupindukia wakiwa kwenye eneo hilo la ndani la klabu hiyo ya Mbeya Pazuri, ambapo walinzi baada ya kuona ugomvi huu umezidi waliweza kufika pale namabasa, yani na kuwatenganisha na kuwatoa nje, lakini bado waliendelea na ugomvi huo, na ndipo ilipelekea huyu, wakiwa kwenye maeneo ya maegesho, walipelekea kumwona huyu eh, Emilian Joseph Duzu akichukua kitu chenye ncha kali na kwenda kumchoma huyu Gerard Philbert Saidi ambaye kwa sasa ni marehemu, na alimfuata kwa lengo la of course huyu Philbert jela Jela ni Philbert Saidi, ambaye sasa baada kuamriwa aliendelea kumfuata huyu mtumiwa ili kuendelea mm na ugomvi, na ndipo alipoweza kuchoma na hicho kitu kinachakali.